Ebwana, mambo vipi? Mko poa? Ebwana, hongereni kwanza, kwa sababu Silent Ocean kufika chuoni kwenu ni bahati kubwa sana. Mimi nilikuwa mwanafunzi kama ninyi. Silent Ocean nilikuwa nawasikia tu, nilikuwa natamani sana kufanya nao kazi, lakini sikupata fursa hii kwa kwahiyo, wewe unayenisikiliza sasa hivi kama umepata fursa ya sisi kufika chuoni kwako naomba unisikilize kwa makini. Silent Ocean ni kampuni ya usafirishaji wa mizigo kutoka nchi tano, tuna Uturuki, Dubai, Marekani, India pamoja na China. sisi tuna dili katika anga pamoja na maji, ambapo maji tunapatikana katika hizo nchi zote kasoro. upande wa anga tupo Uturuki, Marekani pamoja na India. Sisi tumekuja kwako wewe, mwanafunzi, tunaamini kwamba hauna hela kubwa sana au mtaji mkubwa sana wa kuagiza vitu vikubwa, tuna kipato chetu ni cha kawaida. Sasa mimi kama Silent Ocean ninakwambia wewe, kipato chako hicho kidogo ulicho nacho ni mtaji tosha kuanza kufanya biashara kwa wewe mjasiriamali ambaye huko hapa chuo. Nazungumza na wewe ambaye una uthubutu sasa hivi wa kutaka kuanza kufanya biashara. Kwanza na kupongeza kwa sababu Tanzania, ajira bado ni swala gumu sana. Kwa hiyo ukiwa chuoni hapa ukaanza kujiandaa sasa hivi kiujasiria mali, hakika nakwambia, ukimaliza chuo hutakuwa tena na wazo la kutaka kuajiriwa, na hata kama ukiajiriwa, basi tayari utakuwa umetengeneza side hustle ambayo itakusababisha maisha yako yakaenda kwa wepesi. Nikwambie ya kwamba mzazi wako sasa hivi anayekupa pesa, ukimaliza chuo hatokupa pesa. Kwa hiyo hii fursa inayokupata sasa hivi, nikikuambia kipato chako cha tosha, maana yake hii wewe unayoita ndogo hiyo. hiyo hiyo ambayo unaiwaza kichwani kwamba ni ndogo, una uwezo wa kusafirisha mizigo kutoka China, Dubai, Uturuki, Marekani pamoja na India.